Nasikia kuna watu eti wanasema wanaandamana eti waandamane tarehe 29. Sasa wanaandamana iliweje? Mama yangu, mimi nakuomba kama Mtanzania, wakati fulani kwanza, kwa maslahi ya watanzania milioni sitini, wakati fulani usi, usi, usiwahurumia hawa, usiwahurumia hawa Wasihurumiwa hao watu hawa hey! Walegezwe kidogo walegezwe, wasilegezwe, walegezwe, wasilegezwe. Huo ni ushauri wangu kama mpita njia. Tunaona watu kwenye mitandao na sasa hivi wanajifungia kwenye magari, kwa sababu wanajua kwamba kwenye magari wanaongea utumbo, hakuna mtu atasikia. Hivi kikinuka hapa, mtu yuko Marekani, sisi tuna watoto humu tutaenda wapi na hawa wazee? Mama yangu, nakuomba kwenye hili toa macho, wewe ndo rais wa nchi, hakuna kuhurumia mtu yani. Ningepewa hata kanaibu AGP, aa ni, niamue mimi, hawa ningevunja asubuhi tu kumekucha.